Habari wa wawekezaji wangu kwa siku ya leo, siku ya Jumapili, nataka tuzungumzie baadhi ya game saba hizi ambazo zinaenda kuchezwa muda sio mrefu. Game ya kwanza itakutanisha kati ya Wolverhampton anamkaribisha Tottenham Hotspur. Hapa kwanza, ukiangalia katika head to head ambazo wamekutana kati ya Wolves na Tottenham, wamekutana zaidi ya mechi 19 kwenye game 19 Tottenham kashinda mara saba, draw wametoka mara tano, na pia Wolves kashinda mara sita. Kwenye hizo game kumi na saba, ukijaribu kupitia game tano za mwisho ambazo wamekutana au game saba za mwisho walizokutana ni kwamba Wolves kashinda mara nne, draw mara mbili, Tottenham kashinda mara moja. Kwa hiyo hapo ukijaribu kufuatilia unaona kwamba Wolves kidogo kwenye game hizi za mwisho amemkamia sana Tottenham. Lakini kwa siku ya leo tunatokaenda na option mara mbili. Option ya kwanza ambayo kidogo naona kama inaweza ikatoa kwa siku ya leo siku ya Jumapili, unaweza kusema kwamba DC moja mbili. Nikiongelea DC moja mbili maana yake inamaanisha yeyote kupata ushindi kwa siku ya leo. Kwa hiyo hapa option ya kwanza unaweza ukasema DC moja mbili. Hapa unaweza ukasema DC moja mbili. Lakini option ya pili kwa wale watu wenye tamaa sasa, unaweza ukasema kwamba Tottenham kushinda au kupata sare. Yes, hiyo ni option ya kwanza. Ukija kwa game ya pili itakuwa ni kati ya Liverpool anamkaribisha West Ham United. Hapa kwenye game ya Liverpool dhidi ya West Ham United, ukija kuangalia head to head ambazo wamekutana ni kwamba wamekutana zaidi ya game 31. Kwenye game 31 Liverpool kashinda mara 20 draw tano, na West Ham kashinda mara sita. Yes, hapa kwa siku ya leo unaweza kaenda na option nayo mara mbili. Option ya kwanza unaweza kusema kwamba DC moja x maana yake Liverpool kushinda au kutoka draw, lakini option nyingine ya pili unaweza kusema DC moja mbili kwamba yote kupata ushindi katika game ya leo. Mechi ya tatu itakutanisha kati ya Chelsea the Blues anamkaribisha Ipswich. Hapa Chelsea the Blues, ukiangalia katika head to head ni kwamba umekutana mara mbili. Kwenye game mbili ambazo umekutana, Chelsea kashinda mara moja, Ipswich nayo kashinda mara moja ya ya mwisho kumpiga lakini kwa siku ya leo kuna option ya kuna kwa chesigo, ushindi za Hispania. Ukiangalia katika game walizokutana wamekutana zaidi ya mara kumi na tatu, ni kwamba ushindi mara tatu, draw mara nne, na pia Yes,

kiukweli hayuko vizuri sasa hivi, lakini ukija kufuatilia edit to edit ambazo wamekutana hawa ni kwamba wamekutana zaidi ya mara kumi, mara ishirini na moja kwenye gemu ishirini na moja ambazo wamekutana, Ezi Ali Kamali kashinda zote. Wamekutana zaidi ya mara ishirini na tisa nahisi Ezel Kamari kashinda mara 21, draw tatu na pia Ela Koz kashinda mara tano. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunaweza kusema kwamba Ezel Kamari kushinda au kupata sare. Lakini kwa wale wenye tamaa zaidi unazokana na Ezel Kamari mazima, ila kwa siku ya leo nakushauri uweke Ezel Kamari kushinda au kutoka draw. Game nyingine ya sita itakuwa ni kati ya Peckzor anamkaribisha 20. Hapo kija kufuatilia wamekutana zaidi ya mara 21 kwenye wenye game 21 ambazo wamekutana Twente kashinda mara 11, draw nane na pia Uzore kapata ushindi mara tatu. Kwa hiyo kwa siku ya leo kuna option mara mbili. Unaweza kusema kwamba eh, na ndio Twente kupata ushindi au kutoka draw. Lakini hapa kwenye wale wenye tamaa unaweza kumpa Twente moja kwa moja. Ila mimi nakushauri uweke Twente kushinda au kutoka draw. Game ya mwisho ya saba itakuwa ni kati ya Frankfurt anamkaribisha Endenium. Maana Frankfurt sasa hivi hayuko vizuri sana lakini, ukija kuangalia gemu ambazo wa wamekutana zaidi ya mara tano ni kwamba Frankfurt kashinda mara nne, amna draw na endn mkashinda mara moja. Kwa hiyo kwa siku ya leo unaweza ukasema Frankfurt kupata ushindi au kutoka draw. Na hisi odds zetu kwa siku ya leo ndo hizo, sio nyingi sana lakini nahisi kwa siku ya leo zinatosha. Yes, kama unataka labda odds nyingi, unaweza ukakomenti hapo ili niweze kutumia moja kwa moja kama siku ya jana ambavyo nimewatumia watu wa odds 40, na wengi wao waliweza kufanikisha kwa siku ya jana. Yes, kama ni follow katika page yangu ya Instagram, pia unaweza kunifollow, ila usahau kusubscribe page yangu hii hapa ya Aliwatani, ili uweze kupata update pale nitakapokuwa naweka mkeka. Asanteni sana na pia tuendelee kuwa pamoja.